Kwenye mchezo wa kundi C kati ya Uganda dhidi ya timu ya taifa ya Nigeria. Huu ni mchezo pia ambao ulikuwa na mambo mengi sana ya tofauti, kwa sababu ni mchezo ambao Uganda alipoteza kwa jumla ya mabao matatu kwa moja, lakini Uganda alitumia magolikipa watatu katika mchezo huo, ambapo kama ilivyo ada golikipa ambaye huwa anaanza katika timu ya taifa ya Uganda huwa ni Dennis Onyango ambaye alianza, lakini dakika ya arobaini na sita Dennis Onyango alipata injury na nafasi yake ikaweza kuchukuliwa na Salim Jamal ambaye aliingia dakika ya arobaini na sita. Lakini wakati Salim Jamal ameingia, alitumia dakika kumi tu, yaani dakika hamsini na sita naye akatolewa nje kwa kadi nyekundu, kwa sababu alicheza kwa mkono mpira ambao uko nje ya box, na mwamuzi akaweza kumtoa nje kwa kadi nyekundu, na ikamlazimu kocha wa timu ya taifa ya Uganda kumtoa baba Ali Hassan na kumwingiza Alionzi ambaye ni golikipa namba tatu ambaye naenda kumaliza huo mchezo, na huu unabaki kuwa mchezo wa kihistoria katika mashindano haya ya AFCON 2025 mpaka sasa, kwa sababu Uganda ametumia magolikipa watatu tofauti katika mchezo mmoja, licha ya kupoteza mchezo huo mbele ya timu ya taifa ya Nigeria.